Kamati ya elimu bungeni sasa imeitaka Wizara ya Elimu kurejesha fedha za kufadhili mitihani ya kitaifa ya mwaka huu. Mwenyekiti wa kamati ya elimu Julius Melly amesema kamati hiyo imelazimika kutoa pesa za ufadhili wa masomo shuleni ili kuandaa mitihani ya mwaka huu baada ya Wizara ya Elimu kushindwa kuweka pesa hizo kwenye bajeti. Kizungumkuti cha pesa za mitihani kilirejea bungeni leo huku mwenyekiti wa kamati ya elimu katika bunge la kitaifa Julius Melly akifika mbele ya kamati ya bajeti iliyojawa na maswali chungu nzima kuhusu ufadhili wa mitihani ya kitaifa bin kamati ya elimu ikielezea kamati hiyo kuwa imelazimika kucheza mchezo wa hapa kule kuhakikisha kuwa mitihani haikumbwi na ukosefu wa pesa kwenye bajeti, wanakamati wakitaka kujua ni kwa nini wizara ya elimu na wizara ya fedha zikaweka ufadhili wa elimu kama dharura ambayo itasubiri bajeti ya ziada hapo baadaye to hear the the National Treasury trying to justify the reason for non-budgeting of of examinations. Once upon a time, we we are competing with South Korea, Indonesia, Singapore, and And those are are other countries. Today, their GDP is 50 times out of Kenya. And here we are, every morning, we are politicians. Kamati ya bajeti either ilipokea ripoti kutoka kwa kamati ya ulinzi na masuala ya kigeni. Well informed that that uh, there's there's a a lot happening in Haiti, and there's even a family that was coming out to